Naam, tukiachana na hao ni kwamba polisi mjini Mombasa wanalisaka genge la vijana waliowajeruhi watu wawili akiwemo mlinzi mmoja katika eneo la biashara street katikati mwa jiji la Mombasa. Kulingana na wanaohudumu eneo hilo, genge lilojihami kwa mapanga na silaha butu likiwavamia kila waliokutana nao na kutoweka na simu mbili za mmoja wa walinzi hao tarehe ishirini na tano mwezi wa kwanza mwaka wa elfu mbili ishirini na sita saa nne dakika tano za usiku majira ya Afrika ya Mashariki. Katika eneo la biashara street katikati mwa jiji la Mombasa kuligeuka na kuwa uwanja wa vita kati ya mlinzi wa eneo hilo na genge la vijana wanaojihami kwa panga na silaha butu. Kanda za CCTV zina wanasa walivyokuwa wakimvamia mlinzi na kumpiga panga mara mbili mkononi kabla ya kukimbilia. Usalama wake mmoja ambaye ni mlinzi hapa aliweza katwa mkono na akachukuliwa simu zake mbili na kuna jamaa mmoja analala pale kwa saa za usiku, hizo saa nne alipigwa na akagonga akaumizwa vibaya sana. Ni tukio ambalo limezua hofu miongoni mwa wafanyakazi katika eneo hilo, kwani genge hao walivamia watu wawili kuwajeruhi na kuacha vitu vikiwa vimeharibika na hofu kwa wanaofanya biashara. Ukitaka kumaliza huu utovu wa nidhamu, lazima sisi wazazi, watu wa Mombasa, tuchukue hatua ya kumaliza sisi wenyewe tuwaseme, wale watoto wetu, huyu ameharibika, huyu amekuwa hivi, huyu amekuwa hivi. Kama mtu anaweza, unaweza ingia tuktuku ama akuje mahali kama hapa akutolea panga, unataka nini tena? Wanaofanya kazi hapo wamesema genge hilo ni la watu wanaojulikana na punde wanapoona video wao hukimbia, na sasa imekuwa vigumu kwa maisha yao, kwani hata kwenye magari wao huchukua bidhaa za watu. Wale vijana tunawajua, hii mitaani yetu so hii video zikienea tayari, wao wanaziona wanakimbia. Kwetu inakuwa kazi ngumu sasa kuanza kuwatresa hawa watu, tujue tutawashika vipi? Unaingia tuktuk, unaona kama ni wenzako, ukifika mbele unakula mapanga, pochi nini. Haswa mama wengi wanapoteza vitu zao kwa vijana wetu, na sisi tunapoona vijana wametenda hivyo bado hatuchukui hatua, vijana wetu kuwapeleka kwenda kusema kwa vyombo vya asasi za usalama. Vile vile wameeleza kuwa genge hilo huwa wanatembea na silaha butu, na wakifikia mtu njiani wanampokonya simu, na ukijaribu kutumia nguvu ndivyo unawapa wakati mwafaka wa wao kukuumiza. Wanakuanga kigurupu, wanakuja tu wakipita. Sasa wakipata kama uko njiani ama umeshika kitu kama simu, wanakupokonya. Ukijaribu ku ku kutumia nguvu, sasa ndio wanakuumiza. Wakazi wamekariri kwamba genge hilo linazidi kuwatia hofu, kwani si mara yao ya kwanza wala ya pili kutenda mambo ya unyama bali ni mazoea. Jambo hili limewalazimu maafisa wa uchunguzi kuanza msako wa kundi hilo, huku wamemkamata mshukiwa mmoja. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka gatuzi la Mombasa, jina langu ni Elizabeth Ondieki.